Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Tumezungumzia mengi tu ambayo yanafungamana na tatizo la spina bifida, na kuna lile suala la lishe ambalo lilikuwa limekuja zaidi. Maanake kama alivyotueleza daktari ni kwamba ni aidha ule vizuri uhakikishe kwamba lishe yako iko sawa kabla ya kupata ujauzito na wakati wa ujauzito, la sivyo uhakikishe kwamba unapata vidonge vya folic acid ambavyo vitakusaidia katika kumzuia huyu mtoto kupata tatizo hili. Ndio maana basi hivi sasa moja kwa moja tutakuwa tunaungana aa, na mtaalamu wa lishe Felix Mawira aweze kutueleza tu machache kuhusiana na ni lishe ipi bora kwa mama ambaye yuko katika kipindi cha kupata ujauzito ambacho anastahili kuzingatia ili kuhakikisha kwamba anajiweka salama yeye pamoja na yule mtoto ambaye anamtarajia. Felix, kama unanipata, naomba utueleze tu um, mama mjamzito na tatizo la spina bifida uhusiano wao mkubwa unafungamana wapi? Haya, shukran uh, amandi kwa umu waliko um, ni kweli uh, swala mnalozungumza kuhusu leo Spina bifida ni swala sana sana na tunaweza kusema nutrition, um, kuna uhusiano mkubwa sana uh, jinsi ya lishe ya mama na mtoto kupata hii shida ya spina bifida. Nikirejelea kwanza venye umesema kuhusu, kuna kirutubisho yenye ni muhimu sana, kulingana na watafiti wanatuonyesha ya kwamba mama wakati anapata ujauzito na labda mwili wake haujapata hiki kirutubisho ya kutosha um, yenye inaitwa vitamin B9 kama folic acid uh, kama venye watu hujua uh, ya kwamba akipata ujauzito, huenda mtoto akapata hiyo shida ya spina bifida, na hii ndio sababu unapata nchi uh, ya Kenya among other countries uh, ya, kwamba huwa tuna implement program kwa mama wajawazito wanapewa supplement inaitwa folic acid supplement yenye ni muhimu sana kukinga hili ili shida. Uh, lakini nikijaribu kuelezea uh, kwa kina ni kwamba unapata ya kwamba folic acid inatumika sana sana wiki kumi na mbili za kwanza za ujauzito which means kama first trimester. Kwa hivyo uh, unaweza pata um, mama mjamzito, hiyo ndio wakati wanapata changamoto mingi sana kuhusu lishe yao. Kwa mfano, unapata kwamba labda wako na shida zile tunaita morning sickness, kutapika, na ndio unaona watafiti wengi wamesema ni muhimu kama mama anaweza kupata hiki kirutubisho at least wakati anapanga uzazi, ile inaitwa preconception nutrition. Kama anaweza kujaribu kupata hii supplement um, ya vitamin B9 um, in terms of chakula, kwa sababu kuna mtazamaji labda anauliza uh, tunaipata wapi kwa chakula? Uh, chakula chenye aina uh, za mboga zenye ziko na rangi ya kijani uh, ama green vegetables ziko na hii uh, virutubisho ya vitamin B9 na folic acid kwa wingi. Kwa hivyo wakati, kwa hivyo na maana wakati mtu anapanga uh, uh, unataka kupanga kupata ujauzito, ni vizuri kama unaweza kuhakikisha kwamba kila siku at least lishe yako labda mm, chakula cha mchana ama cha jio io, unapata aina hiyo ya mboga. Chakula kingine kenye kiko na hiyo folic acid ni um, aina ya njugu uh, kwa mfano unaweza kusema labda njugu karanga, labda makadamia. Hizo aina za njugu zote pia ziko na hivi hiki kirutubisho ya um, vitamin B9. Pia tunaona nyama za viungo, kwa mfano kama maini um, unaweza pia kupata iko na kiwango ya um, iko na hiyo kirutubisho ya vitamin B9. Um, na pia haimaanishi hizi chakula zingine zote tunakula kama matunda, aina ya wanga ama chakula zingine hazina hiyo kirutubisho lakini ni kwamba aina za mboga zenye ki, eh, eh, rangi ya kijani ndio sana sana haswa zimejaa Folic acid. Kwa hivyo wakati mtu anapanga kupata ujauzito ama wakati mtu ako na ujauzito, ni vizuri kuhakikisha kwamba lishe yake kila siku at least anahakikisha kwamba anapata hizo virutubisho, alafu pia ni muhimu kuhakikisha kwamba kama pia mtu anaweza kupata labda hizo supplement za folic acid. Na siku hizi ziko mingi sana kwa soko zenye zinatupatia hiyo virutubisho. Na asante sana Felix. A, pengine kuna chochote ambacho ungependa kuongezea, maanake mara nyingi kuna wengine ambao mtu anasema akiwa na ujauzito anajipata kwamba kuna aina fulani ya vyakula haviwezi kupita, hawezi kula hiki na kile. Mbali na hilo hamasisho la kwamba azingatie hivyo vyakula vyote ulivyomweleza, kuna mwingine hata kula hali kabisa. Yeye kila atakachotia mdomoni anatapika. Kila anachotia mdomoni anatapika. Mama kama yule pengine ungemshauri vipi? Samahani ya madini nimekusikia mwisho mwisho mwisho kabisa, sijasikia chenye umekuwa ukiongea uki kuhusu. Samahani e, swali ninalouliza ni je, kuna yule mama ambaye pengine mm hana -hmm. hamu ya kula na pengine anapotumia mm -hmm. baadhi ya vyakula anapata pengine vina vinakuru okay. na kuna mwingine pengine Aya, kwa... anakuwa na mama wajana. Wajana. wakati mama kutapika ana hamu ya chakula, labda nikijaribu kujibu kwa sababu hilo ndo swali nimesikia. Wakati mama hana hamu ya chakula ni vizuri ku, kutilia uh, maanani ya kwamba hizi virutubisho ya vitamin B9 na folic acid zinapatikana kama supplement. Na kwa hivyo anaweza kusema ni safe mama kutembelea kituo cha afya ndio waweze kupewa hizo folic acid. Kwa mfano kuna tembe peke yake yenye imewekwa kama folic acid peke yake ijachanganywa na kitu ingine na kuna pia aina za supplements zingine unapata ziko na folic acid ya kutosha, alafu imechanganywa na madini zingine zenye ni muhimu kwa wakati mama ako na ujauzito kama calcium, um, uh, zinc na vitamini na hata uh, virutubisho zenye ni muhimu sana wakati mama ako na ujauzito kuhakikisha kwamba ana ujauzito unakuwa vyema. Hadi wakati atakapojifungua. Kwa hivyo anaweza tembelea kituo cha afya apewe supplement na pia akijaribu ku kukula kidogo kidogo hizi chakula kulingana na hamu yake vyenye iko uh, ya e, e, e, e, chakula. Asante sana Felix, huyo mtaalamu wa lishe ambaye amekuja katika dakika hizi za mwisho mwisho, angalau kutueleza mawili matatu kuhusiana na hilo swala zima la lishe, ikizingatiwa kwamba daktari hapa ametueleza lishe bora ndio ambayo itasaidia kwa kiwango kikubwa katika kumkinga mama kuweza kupata mtoto mwenye tatizo hili. Dakika zilizosalia ni chache mno, kwa hivyo nitaanza na wewe daktari, utupatie kauli ya mwisho kuhusiana na tatizo hili na pia utueleze kuhusiana na maadhimisho ambayo yalifanyika siku ya Jumamosi. Je, baada ya kufanyika maadhimisho yale inamaana kwamba watu wakae, tusubiri mpaka mwaka ujao tena ndo tuanze tu kutoa hamasisho ama kitu gani ambacho ungeweza kushauri? Uh, asante uh, venye tumeelezea kwanza, ni spinobefida ina tiba. Um, the good thing ni kutibu mapema, early treatment, kuna kuzuia uh, madhara. Nafikiri utasema ina kinga tiba yake sini hiyo kwamba eh? Ama mimi na Max Miller ina tiba, inakinga inakinga, inakinga. inakinga. maana yake akishapata kama vile alivyopata leo, ni moja kwa moja ataishi nayo milele. yeah. Kabisa dele. kitu okay. Namaanisha ni, ni kwamba yeah. uki mtoto akiwa na spina bifida mm -hmm. ikitengenezwa mapema mm -hmm. inazuia madhara mengine zenye okay. zinaweza kuja baadaye mm -hmm. moja wao ni kwamba mtoto akipata spina bifida Ideally, inafaa ikuwe repair within the first one to two weeks mm -hmm. Baada ya kuzaliwa kuzuia madhara kama kupata uh, infection ya ubongo yenye baadaye italeta hydrocephalus. Na hydrocephalus yenyewe bado inaweza tokea bila kupata infection. Either way, uh, mtoto mwenye akona spinal bifida ni, tunasemanga uko na spinal bifida lakini wewe si spinal bifida ni ya kwamba hatufai hatu, hatu, hatu tuwaone kama ni wale wenye hajiwezi mm. Wako na uwezo wa kuishi maisha kikamilifu, wako na uwezo wa kusoma kukuwa madaktari, wako na uwezo wa kufanya chochote yenye watataka kufanya mm. Uh, mm, kwa maisha yao mm. Uh, vyenye niliwaelezea kwamba kuna aina tofauti ya spina bifida kuna aina, aina ingine inaweza tokea Upa, ukose kuona wakati mtoto ako mdogo mm -hmm, lakini baadaye ianze mm -hmm, kuonekana wakati mtoto anaanza kutembea wakati ako mwaka tatu nne mm -hmm, ama hata wakati ako mi, miaka mikumi. Mm -hmm. Uh, hii ni kwa sababu um, mm -hmm, wenye niliwaelezea kuna kuna mwanya inabaki. So wakati mwingine kuna mwanya imebaki, hakuna kitu imetokea, hiyo uti wa mgongo iko sawa, kila kitu iko sawa, lakini kutokana na hiyo mwanya baadaye uti wa mgongo inaweza kuhamia hapo. Mm-hmm. Wakati mtoto ana grow kukua mrefu, uti wa mgongo huwa ina, ina ina float ndani hapo, haijashikika mahali huku chini mm-hmm. So ikipata mahali yaende ikashikika, wakati mtoto anaendelea kukua mrefu inavutika hapo mtoto anaanza kuwa na hiyo shida ya kukosa nguvu kwa sababu kuna kuumia kwa neva. Oh, ndio pale wa wakati mwingine utapata mtoto amepooza ghafla, unashindwa amepooza kwa sababu gani? Kabisa. Uhum. So hiyo ni aina ya uh, spina bifida Mm. Lakini huwa inatokea baadaye. Mm. Na huwa haipresent na uvimbe naweza kuwa na mwanya kidogo tu na ngozi iko sawa, ama wakati mwingine a-unaweza pata kuna sawa a... ushauri wako manake, naambiwa nina dakika tatu na nataka nimpe kila mtu nafasi. Ushauri wako muhimu kwa mzazi? Asante. Mtoto mama akizaa mtoto mwenye ako na spina bifida Apeleke hospitali immediately mm. Itengenezwe mapema kuzuia madhara zingine zinaweza tokea, mm. Na wamama, hata wasichana wa wamefika umri ya kupata mtoto lakini bado hawajapanga kupata mtoto mm. ni muhimu kama madini yao haina hizo, uh, vegetables zenye ziko na madini ya folik, mm. ni muhimu zaidi waanze kumeza zile madawa za yenye iko na folik. Asante, asante sana Max, mila, nusu dakika. Asante sana dakika. Uh, himizo langu ni kwa serikali manake, Mama Leon alitajia uh, vifaa vya katheta mm-hmm. na dawa ya oxibutin na mara kwa mara wazazi hao hawezi kufikia vitu kama hizi, ama tuko na upungufu katika mahospitali. Na unapata kwamba ni vyema kukuwa na hizi vifaa katheta, manake wanazitumia maisha yao yote, so ni vizuri wakuwe nazo, kwa sababu mara kwa mara wanaenda kubadilishwa hizo Uh, katheta mm -hmm, na pia uh, kwa wazazi ni vyema kutilia manani uh, kufuatilia uh, tiba kwa sababu uh, hawa watoto wako na mahitaji wanapoendelea kukua mm -hmm, na ndiposa ni vyema kufuatilia vizuri sana pamoja na wataalamu wengine. Asante Leon, nataka uzungumze kidogo tu kwa uchache kulinga, kulingana na safari yako ushauri wako utawapatia nini wale ambao wanakuwa saizi na wana tatizo kama hilo lako? Kwanza uh, nitasema kuwa na ulemavu haimaanishi huwezi fanya chochote mm -hmm. Ukiweka kwa akili yako huwezi fanya chochote, hautafanya mm -hmm. na ukizingatia hizo vizuizi, na mtu akikwambia like, ukisema ni kuna hii kizuizi like, hakuna kitu itaendelea lakini pia unapojikubali na pia uweze kujua interest zako na kila kitu utaenda mbali. mm -hmm. Uh, mimi kwenye niko saa hii nilipenda mambo ya teknolojia uh, nikamaliza shule nikaweza kupata internship kwa sasa pale Kijabe. mm -hmm. na nafanya mambo ya software development na naweza sema kama, mm -hmm. singepata hiyo nafasi asingejua mm -hmm. chenye mimi napenda. Asante. Uh, Mama lion Neno moja tu kwa mama mwenye mtoto ambaye ana tatizo hili, mimi ningependa kusema ya kwamba mama ambaye ako kule nyumbani na ako na mtoto mwenye spina bifida asiji asijidharau na aweze kupeleka mtoto wake kwa matibabu, na kama mtoto amesharekebishwa spina bifida, aweze kufuatilia e follow up ya huyu mtoto hmm. Bethany Kids tuko na mobile clinic zetu ambazo ziko all over Kenya hmm. Kama Nairobi tuko nayo, huwa tunakutana hapa APDK like tarehe 4 Disemba tutakuwa nayo hmm. Wamama wafanye follow up ya watoto ili kuendelea kuendelea kwenda kujua zaidi, kujifunza zaidi kuhusu huyu mtoto hmm. Tuko na kikundi chetu cha wazazi tunajiita hmm. SHARK Kenya hmm. ambapo tulianzisha support group ya wazazi. Mtu akitaka wa kujiunga na shaka anajiunga vipi? E, kujiunga na shaka Eh, sana sana ku, wanajiunga kupitia kwa hii mobile kliniki yetu. Ay, na asante kids, itabidi watafute kliniki ilipo maanake. Hmm, sina muda tena kukuongezea kuzungumza zaidi, lakini kama alivyosema mama Leon, muhimu ni kwamba ujikubali wewe kama mzazi, ukubali kwamba umezaa mtoto huyu na kwamba sio makosa, hujazaa mtoto huyu kwa kuwa wewe uko tofauti. Hapana, ni kitu ambacho Mungu anakupatia, maanake yeye kupitia mtoto wake ndio leo umemuona hapa. Pengine mtoto angekuwa yuko sawa, hakuna siku ambayo angefika hapa lakini Chochote kitakachokuwa kinatokea katika maisha yako kitumie kama njia ya wewe kwenda kuwahamasisha wengine na kuwasaidia wengine. Naitwa Mwanahamisi Hamadi na kutakia mchana mwema na nasema shukran sana kwa kutizama Jukwaa la Afya, kwa heri.